Jamani wasikilizaji wangu wapendwa, leo nina hadithi nyingine ya kutisha kabisa. Mnakumbuka nilivyowaambia msiache nguo zenu nje usiku kwa sababu roho zinaweza kuzivai. Ukikumbuka hiyo hadithi, basi ukaiangalie kwenye chaneli yangu. Sasa hii ya leo ni ya kusisimua zaidi na naapa kwa kaburi la bibi yangu kuwa ni ya kweli kabisa. Hebu karibieni niwaambie kuhusu mama mmoja tunayemwita Shangazi Nuru. Unamjua si ndio? Yule mwanamke ambaye kila wakati anaonekana nadhifu kupindukia, amka saa kumi alfajiri afagie uwanja wake kama upepo unataka kupeperusha kila kitu, halafu siku nzima apite tu akiwa mtanashati, kana kwamba anatoka kwenye tangazo la sabuni. Kila mtu anatamani awe kama yeye, lakini mara nyingine inakuwa too much, kama ana chuki binafsi na vumbi. Basi usiku mmoja, hebu sikilizeni vizuri, alifanya jambo la ajabu kwa maoni yake lilikuwa la kawaida tu. Ilikuwa yapata saa nne usiku, barabara yote kimya kabisa, hakuna kelele hata moja. Mwezi ulikuwa unamulika kwa namna ya kutisha kabisa, mpaka ngozi inasimama. Kila kitu kilikuwa kimya, lakini shangazi Nuru akaamua kufanya jambo la kushangaza. Akachukua kifagio chake na kutoka nje saa nne usiku kuanza kufagia. Unajua, tumefundishwa tangu tukiwa watoto kuwa kifagio hakiguswi usiku, lakini Nuru hakuwa amepata hiyo elimu. Niko dirishani na muona anafagia kiwanja chake kama vile kimbunga kinakuja. Nikasema ah, Nuru si tena eh. Lakini sikuwa mimi tu niliona, hapana. Mama Eliza jirani yetu, yule mwenye maneno makali kila wakati, naye akashuhudia Akatoa kichwa chake dirishani na kumwambia Nuru, unafagia saa hizi? Utaambulia mikosi. Hebu fikiria ujasiri wa mama huyu kumsema waziwazi hivyo. Na Nuru, kwa ukaidi wake wa kawaida, akacheka sana, hata nilisikia kicheko chake juu ya upepo. Akasema, kama baraka zangu zinaweza kufagiliwa kwa kifagio, basi hazikuwa baraka tosha. Eti kweli! Alisema hivyo tu, kana kwamba hakuwa anachezea moto, lakini hadithi ndiyo kwanza inaanza. Mama Eliza hakuacha, akamwambia tena, unawafagia mizimu kutoka mlangoni mwako na hata hujui. Nuru akapepesa macho tu, akasema mizimu hiyo ni ushirikina, mimi nasafisha tu. Niko pale naangalia kama vile ninaangalia sinema. Nuru hajui kabisa kile anachokialika ndani ya maisha yake na niseme kweli, kama ulikuwa unadhani alikuwa anatania, ngoja usikie kilichotokea asubuhi yake. Asubuhi iliyofuata Nuru aliamshwa na simu kutoka kwa mume wake, aliambiwa amepoteza kazi. Kazi nzuri kabisa ambayo imekuwa ikiilisha familia kwa miaka mingi imepotea tu ghafla. Nuru hakuweza hata kusema neno, alikata tu simu akajipeleka jikoni kutuliza akili. Lakini ghafla mama mmoja akaja mbio kutoka sokoni, "Nuru, banda lako la sokoni limeungua!" Moto ulitokea ghafla, hakuna aliyefahamu ulianzia wapi. Lile banda ambalo lilikuwa riziki yako sasa limekuwa majivu. Na si hivyo tu, mwanawe Nuru, yule kijana mwenye akili sana, ambaye walimtegemea kwa kila kitu, alipata matokeo ya mtihani wa taifa Hakufaulu hata somo moja, kana kwamba akili zake zilipukutika usiku mmoja. Kuanzia hapo, maisha ya Nuru yakaanza kudidimia. Aliwahi kuwa mwanamke bora safi, mwenye mafanikio, sasa akawa kivuli tu cha mwanamke aliyekuwa. Watu wakaanza kunong'ona, ah, lazima kuna mkosi. Lakini hakuna aliyefikiria kuiunganisha mikasa hiyo na kufagia usiku ule. Lakini siku ya kufumbuliwa macho ilikuja, eh. Siku moja baada ya misukosuko yote, mwanamke mzee kutoka kijijini alifika. Mama huyu alikuwa anaitwa Mama Kemi, mzee wa hekima, mwenye macho ya kukuona hadi moyoni. Alipofika hakuhitaji kuuliza chochote. Alisimama tu katikati ya uwanja wa Nuru, akasema kwa sauti nzito, ni nani alifagia hapa usiku? Hewa ikabadilika mara moja. Nuru aliganda, macho ya kawa makubwa, akasema kwa sauti ya chini, ni mimi Mama Kemi, nilifagia usiku. Mama Kemi akapumua kwa huzuni, kana kwamba alikuwa anasubiri kusikia hayo, akasema, Nuru, umechokoza mizimu, umefungua mlango ambao huwezi kuufunga. Nuru akajaribu kujitetea, lakini nilikuwa ninasafisha tu kama kawaida yangu. Mama Kemi akatikisa kichwa akasema, hapo ndipo tatizo lilipo. Ukifagia usiku, mizimu haikai mbali, inakuja ndani, inafuata kifagio, inafuata vumbi, umeialika ndani ya nyumba yako. Hapo nilihisi baridi kali, kana kwamba joto limetoweka ghafla. Mama Kemi akaendelea, usiku, kifagio huwa funguo ya milango ya ulimwengu usioonekana Unafikiri unafagia vumbi tu, kumbe unachokoza viumbe wa kale waliopoteza amani yao. Nuru alianza kutetemeka akauliza, hawa viumbe ni kina nani? Mama Kemi akamwangalia machoni akasema, ni mizimu, wazee waliokufa kwa ghafla, waliopoteza makazi. Ukawafagilia njia ya kuingia, na sasa wameamua kubaki. Nuru akaanza kuogopa, nifanyeje basi? Nitawezaje kuwatoa Mama Kemi akasema kwa utulivu, utahitaji majivu, chumvi na maji ya baraka. Usafishe nyumba nzima, lakini fahamu, si wote wataondoka kwa urahisi. Umefanya makosa makubwa. Nuru akatii, akaanza kuchukua chumvi, majivu na maji matakatifu, akazunguka uwanja mzima, akinyunyiza, akiomba msamaha. Alienda mpaka kanisani akaomba maombi ya kusafisha nyumba. Polepole pole bahati ikaanza kurudi. Mumewe akapata kazi ndogo, mwanawe akaanza kusoma tena. Lakini ule mzigo wa mizimu haukuondoka kabisa. Watu walipita karibu na nyumba ya Nuru, walihisi hewa nzito, kana kwamba kuna kitu kinawatazama kutoka gizani. Na Nuru mwenyewe, kila mara alikuwa anasimama mlangoni usiku, akiangalia gizani kama anasubiri kivuli kimoja kije kutoka kwenye giza. Na tokea siku hiyo, hadithi ya Nuru ikawa kama funzo mitaani. Watu walianza kusema usifagie baada ya saa moja jioni, usije ukaalika kilicho kifichoni. Na hakuna aliyekuwa anacheka sana, kwa sababu kila mtu alijua si mzaha. Na mimi nimejifunza somo, sitafagia usiku, hata nyumba iwe chafu kiasi gani, kwa sababu ukishachokoza usiku, si rahisi kurudisha hali kama ilivyokuwa. Sasa kila nikimwona mtu anafagia usiku, namwambia dada, tafadhali weka hicho kifagio chini, ngoja mpaka asubuhi, kwa sababu baadhi ya milango ikishafunguliwa haiwezi kufungwa tena kirahisi. Mizimu huhitaji mwaliko wa pili, na ukiwa na bahati mbaya watagonga mlango wako. Hii ndiyo hadithi ya Nuru, leo inahadithiwa kama onyo mitaani kwetu. Ukihitaji hadithi zaidi kama hii, nenda kwenye chaneli yangu. Kuna mengi ya ajabu yenye mafundisho na yanayokufanya ushindwe kulala usiku. Lakini kumbuka usiku una sheria zake, na ukizivunja gharama yake si ndogo.